Mpenzi subscriber, natumai mahali popote upo, mchana wako wa leo ipo salama. Asanteni kwa kutegea na kuifuatilia channel hii ya jeshi ya mtu mmoja, jeshi ya mtu mmoja, The One Man Army TV, mpenzi subscriber Wajua, Iran ilikuwa imejiandaa tangu kitambo, miaka na miaka mingi sana, walijua ya kwamba kuna siku watakuja kupigwa, kuna siku watakuja kuharibiwa, kuna siku watakuja kuuliwa, watakuja, kuna siku watakuja kutafutwa na hiyo siku ndiyo ilifika, Israeli ilipoanza kuipiga masehemu yake. Hiyo walijua Iran vilevile, vile imejua sio Israeli peke yake, hata Marekani na nchi zingine za magharibi. Kwa hivyo Iran imejua ya kwamba wako na maadui Iran wamejua wako na maadui na maadui Iran imejua, ikiwa Israeli imempiga basi Marekani ndio imempiga. Ikiwa Israeli imempiga basi magharibi ndio imempiga. Ikiwa Israeli imempiga basi nchi zile maadui wake ndio wamempiga, wameungana kumpiga. Mpenzi subscriber, Iran ilikuwa imejiandaa, licha ya kuwekewa vikwazo vya kiuchumi duniani. Iran ilikuwa imejiandaa proper, kama vile nilivyowaambia. Iran imelipiza kisasi tena pakubwa. Waisraeli, Marekani na washirika wake wamepigwa na butwa, bonge la butwa, bonge la butwa. Iran imewakomoa, imewagonga, imewachapa hatari ambayo kwamba ambaye hajawahi kuonekana katika nchi ya Israeli. Waziri wa usalama wa, wa, wa, wa Israel Ben, Ben, Ben, Ben Grivir ameonya wananchi wa, wa Israeli wasichukue video, wasichukue picha, wasisambaze picha, wasisambaze habari yoyote mahali popote ambayo kwamba imepigwa na Iran katika hiyo nchi. Imepiga marufuku jana, hiyo habari ilitolewa na wametangaziwa waisraeli wote, atakayepatikana amepost share ya athari ama mahali ambapo imepigwa atachukuliwa hatua kali. Hiyo ni sheria, imepitishwa na baraza la usalama ya mawaziri kule, kule Israeli. Wamesema hao wa Israeli raia wake wako na haki na wako na uhuru kupost Post yoyote ama video vyoyote ya mapigano kule Iran ambao kwamba sehemu ambao kwamba imepigwa na Israeli wanaweza kuni nini <laughs> ya, ir, ya, ya, ya Irani dhidi ya Israeli, kwa, kwa, kwa Israeli hiyo marufuku. Lakini kwa Israeli dhidi ya Iran, picha ambazo zinapigwa Tehran, wapi mabomu zinapigwa pigwa kule nini nini, zinapigwa kule eh? Basi wa... Waisraeli wanaambiwa hiyo wanahusishwa, wana, wana yaani wanaambiwa wana endeleeni kuposti hizo sasa. Kwa ufupi, haya ndio maneno ambayo ipo je, wapambanuzi kisiasa duniani wanasema, wa kisiasa na masuala ya kivita duniani wanasema hatua hii inaonyesha ina, ina, ina kwamba Israeli inaficha ukweli ukweli vile wamekomolewa vile wamegongwa vile wamepigwa vile wamechapwa vile wame, eh, si mchezo, si mchezo nakuambia, si mchezo Muirani. Na kila kukicha, Iran inazindua zana ya kivita amba kwamba inawatandika wale kila kukicha. Jana Iran ilitumia um, inaitwa cluster bomb. Hiyo inaenda hivi, hiyo hiyo kombora linaenda hivi, kirushwa na inaenda na umbali na umba, inasukumwa na supersonic su, hypersonic. Hiyo kombora ya cluster unaweza kutuma na ndege ama unaweza kutuma na kombora, inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda yani, inakwepa kizuizi, ikishafika kule, na inaenda na spidi ya hali ya juu, inatoka kilomita elfu mbili kutoka Iran na inakwenda na safari mbali, yeah? menipata inaenda hivi hivi zigzag, yeah? ikifika kule inaenda juu juu juu, juu, juu, kabisa juu. Juu ikishafika juu ikidunguliwa inamwagika kama mvua kama kokoto nene, tawanyika kilomita nane, na inatawanyika kilomita nane na inapiga sehemu hiyo inaporomosha sehemu hiyo kwelikweli, ya hatari na komoa area are hiyo, kwelikweli inaitwa cluster bomu ya kutawanyika, inaogopewa sana kule Israeli. Watu wamekaa kwa mahandaki, watu wanaendelea kukaa, waambiwa wakae ndani na ndani ya mahandaki kule, mahali pa kujizuia. Na israeli pia nayo inaendelea na, na mm, shughuli yake ya kupiga Iran kwa upande ule. Iran vilevile, niliwaambia vile, imepiga soko la hisa, jumba la soko la hisa yeah? na kombora hilo sasa Iran imesemekana pia imetumia kombora ya Sijil Sijil. Imetumia tena kombora nyingine inaitwa Fata. Inaitwa Fata. Kila siku inatumia mm, makombora mapya mapya, hmm? Sasa mpenzi mtazamaji subscribe wa channel hii. Imesemekana pia kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza Iran imetumia kombora ambayo kwamba inatumiwa na drones. Drones. Ama ndege zisizokuwa na rubani eh, na drone Gaza, imewekwa jina la Gaza, ambao iliundwa miaka elfu mbili na ishirini na moja imezunduliwa, miaka elfu mbili na ishirini na moja drone hiyo Gaza 149 nambari 149 inaenda na inatambaa kwa masafa marefu, kilomita kilomita Inatoka inaweza kutembea kutoka Iran mahali kule kilomita elfu mbili e? na inachukua masaa 35, masaa 35, na inaenda masaa 35, na hawezi ikatambulika hiyo drone hiyo drone Haiwezi katambulika inaitwa Gaza Shahid 149 kwa mara ya kwanza imetumika, na imeenda ikapiga kule Israeli ma sehemu kule, na imerudi salama kule Iran da. Imeenda ikakomoa kule na ikarudi salama kule Iran kwa mara ya kwanza. Penzi subscriber m, mimi ni jeshi la mtu mmoja. Subscribe na bwaga comment, ntarudi baadaye.